Tuanzie Ivory Coast ndio, kabla hatujarudi Misri. Ivory Coast ilikuwa michwano namna gani, kwa sababu ndo michwano pekee ambao hatukuondoka na alama hata moja, tofauti na eh, ya elfu mbili kumi na tisa hata ya wazee wetu hiyo ya themanini mm, kidogo tulipatapata angalau alama moja ile. elfu mbili na ishirini na tatu mambo yalikuwaje? elfu mbili na ishirini na tatu tumepata pointi mbili tulipoteza game moja tu katika so, groups. Ile mlopoteza na Kenya, na Moro. Ile ilikuwa kumi na tisa ndo kupata hata moja tuanzie hiyo, ilikuwa ni ile kwamba baada ya muda mrefu ndo mmeingia, kwa hiyo bado haijachanganya, uh, na, nafikia uh, sababu kubwa ilikuwa tukuwa wageni kwenye mashindano na kila kitu mm-hmm. so uh, tulienda na uzoefu wa qualifications mm -hmm. Kwa sababu kabla hapo tulicheza qualifications nyingi, tulikuwa tunakosa kwa point moja labda point mbili hivyo mm -hmm. So ile tulikwalify, tukawa ndo tayari kufika kule, kidogo mambo yakawa tofauti na, na matarajio mm -hmm. yeah. Pengine kutokana na kikosi kilichokuwepo pengine wote hamna uzoefu, inawezekana ni sababu? inawezekana sababu ilikuwa kubwa hiyo, nadhani na, na wachezaji wengi pia walikuwa wadogo pia. Asilimia kubwa wachezaji katika ile timu walikuwa wadogo pia ya. Kumbuka kwenye beki pale kulia, alikuwepo beki moja ambao Mayombia alikuwa anacheza first team, alikuwa, alikuwa anaanza kesi. Alafu kuna mchezaji mmoja wa mbao alikuwa mdogo mdogo, si mkumbuki jina lake nani, then fullback wa kushoto alikuwa Mohamed Hussein na nani, na Gadiel, Gadiel alikuwa na, anacheza most of the time ya katikati pale alizima mara nyingine alikuwa anacheza Erasto na Kevin Yondan, yeah. Saa ingine alikuwa anacheza Yondan na Montika, Saing... kuna mechi alicheza yeah. mm, yeah, yeah. ya, ah, kitambo. marehemu Msonso. Ya muda mrefu kidogo. Naona kuna majina ukiyataja watu wa vijana <laughs> <laughs> sasa wanaweza sijui kama walicheza kwenye ligi ya Tanzania. Yeah, kweli. Okay, ah, na ni mechi gani wewe unaona iko kweli hii mechi ya jamaa wametuzidi katika ya elfu mbili na kumi na tisa nafikiri mechi ya, ya Senegal na, na Algeria zilikuwa mm. mechi ngumu, mechi ngumu okay. yeah. mechi ngumu zaidi nafikiri mm -hmm. yeah. mechi ya Senegal ilikuwa ngumu sana, lakini nafikiri kwenye, kwenye klasi wetuzidi, nafikiri ndio kikubwa ilichowapatia matokeo mm. nafikiri hata game plan yao ilikuwa tofauti kabisa na tulivyotarajia na nini mm. yeah. mm kidogo, mlikuwa sinia sini ya baadhi yenu wewe mm. Samata Msuva mm. Aishi hiyo ndani alikuwa eh, Erasto Nyoni Erasto. Kama mnawaambiaje sasa wale wengine ambao ni wadogo wadogo, mkirudi um, bana mambo ya shaharibika, tunarudi second half hapo, na kwa sababu ndo kwanza wote mmefika kwenye AFCON na mna wote yeah. najua chote kuhusu AFCON. So mara nyingi tumekuwa tuki, tulikuwa tukiangalia, mnafuatilia so mnafika pale cha kuambenza ni kuwatuliza tuneni tukacheze mpira, lakini of course ukiuhalisia ni kwamba mna wote mwenye experience ya hicho kitu mm -hmm. so mnawapa tu maneno kwamba twendeni tukapambane tukacheze na nini lakini kiukweli wote mmekuwa wageni kwenye mashindano ya. Ah, asuma, miaka ya nyuma kabla ya sisi kushiriki uh, Tanzania tulikuwa tunagawana timu za watu wengine, yani huyu mm. Mkameruni, huyu Mnaigeria, kumbuka nyewe uh, kuna kabla hapo kabla ya qualify na, na nyewe wachezaji mnakuaga na zile timu kitazama ah, mimi niko upande huu, uko unakuwa, uko unakuwa mm. mdogo, of course mm. nafikiri mm. ilikuwa kawaida hiyo, so unaangalia mashindano timu yote ambayo unaiona hadi nafika robo finals finali iko the best, na wewe unaipiki hiyo hiyo, labda AFCON nyingine ikija unachukua nyingine pia. Wengi waligawana Cameroon na Nigeria, wao upande gani? Nafikiri ilikuwa tofauti tofauti, kuna mwaka Nigeria wanakuwa vizuri, unachukua labda, kuna mwaka Cameroon, kuna mwaka walikuwa na Misri, unaangalia ipi ilikuwa nzuri kwa wakati <laughs> u, u, u, u una nini ya <laughs> uh, sasa